Li za rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan leo jijini Dar es Salaam kuhusu maandamano, mapinduzi ya dola, matumizi ya nguvu, maridhiano ya kisiasa na wajibu wa wazazi zimefungua ukurasa mpya wa mjadala wa kitaifa. Hili si swala la siasa pekee, ni swala la mwelekeo wa taifa, uwajibikaji wa mamlaka na thamani ya haki ya raia ndani ya nchi ya kidemokrasia. Je, matamshi hayo yanajenga nchi au yanabomoa zaidi? Tusikilize tahariri ya Kennedy Wandera. Hivi leo Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza Dar es Salaam, ameuliza kwa ukali, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Je, ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi hadi wafaulu? Mwisho wa nukuu. Katika swali hili alilouliza rais, kuna ujumbe mzito kwamba serikali ilikuwa na sababu ya kutumia nguvu kubwa. Taifa linalojenga misingi ya utawala wa sheria lazima liwe tayari kuuliza: Je, nguvu iliyotumika ililinda amani au ilizalisha hofu? Je, ilikuwa lazima? na je, hatua mbadala zilikuwepo? Ni kweli kwamba majeshi ya ulinzi na usalama yana wajibu wa kulinda nchi, mipaka, raia na mali zao, alivyosema rais. Lakini katika nchi yoyote inayotaka kusonga mbele, matumizi ya nguvu si tu suala la kulinganisha na ukubwa wa tukio, bali pia kulinganisha na viwango vya haki za binadamu, uwazi wa mamlaka na dhamana ya kuaminiwa na umma. Ulinzi wa taifa haupasi kuwa chanzo cha majeraha ya taifa hilo. Kauli hii haizungumzii tukio moja tu, inaonyesha falsafa pana ya namna ambavyo serikali inaona wajibu wake katika kulinda usalama. Lakini uzito wake upo katika sehemu mbili. Moja, inahoji dhana ya uwiano wa nguvu; badala ya kueleza serikali inauliza. Pili, inaunganisha maandamano na jaribio la mapinduzi, jambo lenye athari kubwa kwa taswira ya raia wanaotumia haki yao ya kidemokrasia ya kuandamana. Katika nchi yoyote yenye utaratibu wa kidemokrasia swali kuhusu viwango vya nguvu ni swala la kimsingi. Ni swali linalojibiwa na sheria, kanuni na uchunguzi huru na rekodi ya matukio. Hivyo, kauli kama hii ya rais, ingawa inaonyesha msimamo wa serikali yake kuhusu hatari iliyotazamwa, pia inafungua milango ya maswali mazito kuhusu uthibitisho, ushahidi wa hatari hiyo, na kama njia mbadala zilizingatiwa. Zaidi ya yote, kauli hii ina athari ya kiutawala. Ikiwa nguvu kubwa ilitumika na serikali ya rais Samia Suluhu Hassan inaamini ilikuwa sahihi, basi taifa linahitaji uwazi wa kina kuhusu mazingira yaliyolazimisha serikali ya rais Samia Suluhu kwa matumizi hayo. Bila taarifa ya kutosha, kauli ya kutaja mapinduzi inaweza kuchangia hofu, kutia doa mijadala ya kiraia, au kufifisha imani ya wananchi wanaotumia njia za kidemokrasia kueleza malalamiko yao, lakini pia kauli hii inaweza kusoma kama kilio cha mamlaka inayohisi iko katika mazingira ya shinikizo, ambapo maamuzi yanatakiwa kufanywa haraka ili kuzuia madhara makubwa. Kauli hii pia ni nzito zaidi. Hii ni kuhusu matamshi ya rais kuhusu wazazi. Hapana, mnukuu: unapolalamika mtoto wako amevunjwa mguu, ameuawa, ulishindwa nini kumkataza asiende kwenye maandamano? Mwisho wa nukuu. Hapa ndiyo taifa linapaswa kujikalia kitako. Maandamano katika jamii ya kidemokrasia si uhalifu, ni njia halali ya kisiasa. Kwa familia zilizopoteza watoto, ndugu au wapendwa wao, maneno haya yanaweza kuibua upya maumivu yaliyoyapitia. Badala ya kuona ishara ya faraja, wajibikaji au tayari wa serikali kusikiliza kilio chao, wanaweza kuyasikia kama kisingizio cha kutetea tukio liloacha bila watoto wao. Katika mazingira kama haya, kauli ya kiongozi mkuu wa nchi inaweza kutafsiriwa kama ukosefu wa ukaribu wa kihisia na jumuiya iliyoathirika. Kwa Watanzania walioumizwa, kukerwa au na matukio ya matumizi ya nguvu, kauli hiyo inaweza kuongeza hisia za kutokuwa salama. Inaweza kuashiria kwamba mamlaka haitambui ukubwa madhara, wala haja ya kutafuta njia mbadala za kuepusha maafa katika siku zijazo. Kwao hiyo si hoja ya kiusalama tu, ni ujumbe unaoweza kueleweka kama kuhalalisha kile kilichotokea, wakati wao wanaamini kilipaswa kuzuiwa. Na badala ya kulaumu wazazi, serikali ilipaswa kuuliza ya kisiasa yaliyoruhusu vijana kushiriki katika mjadala wa kitaifa bila kuhatarisha maisha yao. Je, taasisi zilizopo zinalinda amani au zinapandikiza woga? Kwa ujumla, kauli hizi zimeibua swali moja kubwa kuliko yote: Tanzania inataka kuwa taifa gani? Taifa linalojadiliana bila hofu, taifa lenye taasisi zinazowajibika, taifa linalolinda haki bila kuadhibu uhuru, au taifa linaloamini kwamba utulivu unaweza kupatikana bila kusikiliza vilio vya raia wake? Ni wakati wa kujitazama kwenye kioo cha taifa, sio kwa chuki, sio kwa jazba, bali kwa ujasiri, kwa sababu taifa lisilojiuliza maswali hujikuta likijibu maswali magumu kwa gharama kubwa sana. Huu ndio wakati wa kusafisha hewa ya kisiasa, na rais ana wajibu huu wa kujenga maridhiano ya kweli na kurudisha imani ya kizazi kinachokuja kwamba nchi yao ni mahali ambapo sauti zao hazitawahi kuwa hatari na hazitawahi kudidimizwa.